ndugu yangu hapa atajitambulisha yeye ni nani ndugu unaitwa nani majina anaitwa Silas Wafula Silas Wafula, Wafula tumekuwa na muda wa semina ya mafundisho ya kanisa la nyumbani tumekuwa na masomo kadhaa kadhaa ambayo yako hapa ambayo tutamsomea huyu msikilizaji mm, wetu ambaye tunataka tujifunze naye katika mwaka wa, mm. mwaka wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na ishirini na sita ambavyo ni vipindi tutakuwa navyo katika huduma ya kanisa la nyumbani yani home church. Unaweza kutuambia nini katika kipindi cha kwanza ambacho tumejifunza kinachoitwa kumfahamu baba yako ni nani? Okay, kumfahamu baba yetu ni nani mm ni vizuri pia tuweze kuelewa mm. Mungu wetu ambaye ndio baba wetu wa kiroho, na kulingana na maisha yetu jinsi tulivyolelewa katika maisha haya katika ulimwengu huu, tuna wazazi wetu ambao ni baba zetu mm. wa kidunia hii ambao ni walezi wetu Undie. sasa ni vizuri tuweze kutofautisha mm -hmm. Kwa sababu baba zetu wa dunia hii ama walio watulea kama wazazi mm -hmm. wanaweza kuwa walitulea katika njia nyingine ambayo si nzuri na tuweze kumlinganisha Mungu wetu ambaye ni baba wetu wa kiroho mm. na hao na haifai ikue hivyo. Kwa hiyo baba wetu wa kiroho anatuanzia vitu vizuri yes. zaidi ya baba wetu wa kimwili, kwa sababu malezi ya baba wa kimwili ni tofauti na malezi ya baba wa kiroho. na una, una, una kuna, kuna, kuna kipindi tumejifunza somo moja linaloitwa kujisalimisha, unawaambia watu na ni nini maana ya kujisalimisha okay. kwenye maisha yao ya Ukristo okay. kujisalimisha Eni. ni jambo zuri sana kwa sababu Kristo alisema, hmm. Ndio tuweze kuwa wafuasi wake hmm. Ni lazima tuache vyote oh, oh. Ni lazima tusalimishe vyote hmm. Na ni hatua nzuri sana, kwa sababu kujisalimisha ni jambo nzuri ambayo unampa Mungu nyafasi yeye mwenyewe akupange, akuelekeze si wewe ujielekeze. Uh -huh. Kumbe ili uweze kuwa Mkristo mzuri wa kanisa la Home Church au huduma ya Home Church. Amen. kwa ajili ya ufuasi wa Kristo lazima ujisalimishe maisha yako kwa Kristo. Amen. Unawaambia nini kuhusu neno toba? Kuna kujisalimisha, mm -hmm. kuna toba. Amen. Unaielewaje toba? Kwa sababu ni kitu ambacho tunakuwa nacho 2020 na 2026 na mm -hmm. katika huduma zetu za media mm -hmm. na magrupu kwa ajili ya kujifunza hivyo vipindi. Toba ni nini? Okay. Toba mm -hmm. ni badiliko la mawazo. Badiliko la mawazo. Ya, yeah. yani unapofanya uamuzi Toba, Hmm. ni kuacha mambo mabaya hmm, na kuanza kufanya mambo mazuri okay. Ni kama kubadilisha njia, kama ulikuwa umezoea kwenda njia ya huku hmm, unabadilisha hiyo njia, unaanza kurudi jenie, njia nyingine hiyo ndio maana ya toba, badiliko la mawazo yako. Ndio kuna kipindi ki, kuna, tumekuwa tena na kipindi kingine au somo au topic nyingine, naitwa vita vya kiroho kwenye kanisa la nyumbani. Unawaambia nini hasa, nini maana ya vita vya kiroho? Okay, vita vya kiroho hmm, vipo na katika ulimwengu wa kiroho, hata Paulo alifundisha anasema tu lazima tu, tuvae silaha Hmm. za kiroho tupate kushindana na nguvu za giza yeah. Unapokuwa Mkristo, jua ya kwamba kuna mapepo yeah. kuna ulimwengu wa kiroho yeah, ambayo inashindana inataka ituweke chini yeah. Sasa lazima tukae macho yeah, tuweze kupigana hizo vita ili tushinde huyu adui ndo tukae maisha salama katika ufalme wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Aa, kuna kipindi kingine tumekuwa tukijifunza kitu kinachoitwa uponyaji wa moyo yeah. Huyu mtazamaji na msikilizaji na mtu anayetamani sana kujifunza kuhusu kanisa la nyumbani home church. Una anaelewa nini maana ya uponyaji wa moyo? maana ni topic kitu tutakayokuwa naye. Okay, uponyaji wa moyo hata mm. Kristo mwenyewe alipokuja alisema alikuja mm. kuhubiria maskini habari njema ya ufalme injili, mm. na pia kuwaganga waliovunjika mioyo, pia kufungulia mateka wale ambao wamefungwa katika vifungo mm. Sasa inafaa tuelewa kwamba unaweza kuwa hata ndio wewe ni Mkristo mm. lakini kuna hisia mbaya ndani mwako ambao uhitaji mm. so hiyo ni jeraha mm. unahitaji uweze kuponya mm. na ni Mungu kupitia kwa Kristo ndio tunaweza kuponywa hizo majeraha. Ndio, ndio. lakini tumekuwa na topic nyingine, tunajifunza utambulisho binafsi mm -hmm. utambulisho binafsi mm -hmm. ni nzuri sana kwa sababu watu wengine mm -hmm. tumejitambua sisi ni nani, jinsi watu wanavyotuongelea mm -hmm. jinsi mwenzako anavyokuongelea, aseme huyu jamaa anakaa hivi mm -hmm. Lakini kumbe utambulisho kamili inafaa itoke kwa Mungu. Yaani no, yani ili, ili ujifahamu wewe yeah, ni nani lazima yeah. Kwanza mjue Mungu. Mungu. Ndiyo, ndiyo. Amen. Tumekuwa na kipindi kingine kinaitwa zawadi za Roho Mtakatifu. Huyu msikilizaji wa Home Church na anayetufuatilia na maana anajipanga sasa, baada ya kugundua hizi topic ambazo tutazifundisha 2026 anatamani kujua, kwa ana shauku ya kujua zawadi ya Roho Mtakatifu ni nini. Okay, zawadi ya Roho Mtakatifu mm -hmm. kweli ni zawadi. Mm -hmm. Na ni msaidizi ambaye ni Kristo kabla aweze kuja kutoka kwa acha wanafunzi aende arudi kwa Baba, mm -hmm. Aliwaambia nitawatumia msaidizi, mm -hmm. ambaye ndio Roho Mtakatifu. mm -hmm. Zawadi ya Roho Mtakatifu, mm -hmm. ni zawadi nzuri kwa sababu roho huyo ndiye anatufundisha anatutia nguvu, anatusaidia katika maombi, anatusaidia katika maisha ya Ukristo, ndio tuweze kuwa na nguvu na mabadiliko, ili tuweze kusonga na kukaa katika njia ambayo inampendeza. Haya, hivyo ndivyo vipindi ambavyo tutaendelea kujifunza mwaka 2026 lakini na vingine vingi ambavyo kingine kinaitwa hapo kipawa cha roho eh, vipawa vya Roho Mtakatifu huyu msikilizaji anahitaji kujua na ana shauku sana. Hebu unaweza ukamweleza kwa ufupi? Okay, naweza sema hivi kipawa Mtakatifu hmm, ni ile wito ama kazi ambayo hmm, Mungu amekupa hmm. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio kitu ambayo utajitambua wewe ni nani hmm, katika kazi ya huduma Mungu amekupa kipawa gani, hmm. Wewe utafanya sehemu gani, hmm. So vipawa ni kazi ambayo tunaifanya katika huduma na ni katika njia tofauti tofauti ambayo Mungu ameweza kumgawia kila mmoja katika sehemu yake Amen. Amen. Mpendo na msikilizaji katika huduma ya Home Church Media ambayo tutajifunza 2026 kumbe uko hapo, kuna kitu ambacho Mungu amekupa. Utaanza kukibaini 2026 kupitia vipawa, ikiwa tutakuwa pamoja na wewe. We kikubwa, tukuombe uendelee ku share na ku comment hapo, ili tuende kwa pamoja. Lakini kuna kitu kingine tumekikuta hapa, tumejifunza maombi. Maombi, msikilizaji huyu anaelewa nini? Maana kuna maombi, maombi ya kuomba pesa leo ni maombi. So maombi katika maandiko ni njia moja ambapo hmm, ni mawasiliano moja kwa moja wewe na Mungu, ni mawasiliano Bemu, moja kwa moja Mungu, Mungu. ni mawasiliano kati ya wewe muumini na muumba wako ambaye ndiyo Mungu, ndiyo posa hmm, tunaita maombi ya. Lakini kitu kingine tumejikuta neno moja kwa moja kwa Mungu, neno la Mungu huyu msikilizaji anaelewaje? na natamani kufuatilia hivi vipindi na ni vitu ambavyo tunampa ambavyo tutajifunza baadaye, lakini hapa tunampa kwa ufupi. Neno la Mungu unamsaidiaje una, una hapa kulielewa kwa undani zaidi? Okay. maana kuna maneno asante. mm. Mm. neno la Mungu hata mm. katika maandiko ikasema kwamba kila andiko lenye pumzi linafaa katika mafundisho. Bwana Yesu mm. asifiwe mm. so neno la Mungu hiyo ni neno ambayo ndiyo Mungu mwenyewe. uhum. na hiyo ndio linatusaidia ili tu sisi tuweze kupata kukua, ndiposa ndio mmoja aweze kupata imani lazima asikize neno, amen. Baada ya neno basi ndio imani iweze kukua. Ndugu mpendo na msikilizaji wa huduma ya Home Church, kanisa la nyumbani, tutakuwa na kipindi kizuri ambacho ni neno la Mungu. Kuna watu wamekuwa ama watumishi wamekuwa wakihudumu maneno yao, lakini hapa tutajifunza neno halithia la Mungu lakini, hapa ndugu, kuna kitu tumeku, tumekuwa na topic nyingine. Nasema u uh, wanafunzi kwenye huduma ya home church tutakuwa na kitu kinachoitwa wanafunzi. Hebu waeleze kwa ufupi, wanafunzi ni topic ambayo ikoje hapa. Okay, wanafunzi. Mm. Ni yule mtu mwenye amekubali kukaa chini ya muongozo mm, wa mwalimu wake mm, na katika kazi ya huduma kuna vipawa tofauti tofauti, mm. ambayo Yesu alisema iliweza, hata mitume Paulo aliongelea iligawiwa mm. katika huduma mm. na hao ndio wanaolea mm. hao wandugu wa dada, ili nao waweze kuwa wanafunzi katika utendaji wa kazi, katika kazi ya Mungu Amen. Amen. Lakini tumekuta topiki nyingine, kazi ya huduma huyu mpendo na msikilizaji anatamani kuelewa kazi ya huduma, pengine kuna kazi ana, hebu jaribu kumpa kidogo hapo utangulizi. Okay mm. kazi ya huduma mm ni kazi ya Mungu ambayo ni yetu sisi sote mm -hmm. Ndiposa tuna vipawa tofauti tofauti mm -hmm. Na ndio hii huduma, kazi ya Mungu ifanyike mm -hmm. lazima sote tujumuike mm -hmm. kwa sababu tuna viungo tofauti tofauti mm -hmm. ili kazi ya Mungu iweze kufanyika katika njia nzuri. So kazi ya huduma mm -hmm. ni kazi ya Mungu kiujumla, na lazima sote tujumuike ndio kazi hiyo iweze kufanyika, mpaka tuungane kwa pamoja Amen. Lakini kuna topic nyingine tumejifunza tunayoita kuishi kwa makusudi kuishi kwa makusudi unamwelezeaje huyu mtu ni kipindi ambacho tutakuwa nacho mbele hapo tutaviweka vizuri lakini kwa utangulizi kidogo okay kuishi kwa makusudi mm. ni jambo muhimu kwa sababu ni vizuri ujitambue ili wewe hauishi kwa hasara mm. unaishi kwa makusudi na malengo mazuri kwa ajili ya Mungu ndiposa naona tunazungumzia kuishi kwa makusudi. Kuna mambo mengi ambayo inaendelea kuongelea wewe, unaji, unajitambua haje, unaishi kwa malengo ya Mungu, unaishi kwa makusudi ya Mungu. Hiyo ndio jambo nzuri ambayo inafaa kila Mkristo apate kuelewa hivyo, lazima tuishi kwa makusudi, sisi ni wadhamana hmm, na kuna kazi muhimu ambayo inafaa tukamilishe hmm, na tufanye katika kazi ya Mungu. Uishi kwa makusudi. Amen. Lakini tuna topic ya mwisho inasema mafundisho mengine hmm. Huyu msikilizaji, unajua, sasa hivi kumekuwa na filosofia nyingi na mafundisho mengi. Anaposikia mafundisho mengine, anataka kufahamu, ili wakati anafuatilia asikoswe kipindi hata hiki kimoja, ili neno mafundisho mengine yakoje? Amen. So hiyo mafundisho mengine mm. ni kuhusu kuishi kwa makusudi. Mm -hmm. Ni mafundisho mengine ambayo yaliongezewa pale, na haswa sana inaingia kizindani. Mm -hmm. Kulingana na maisha ambayo tunaishi katika ulimwengu huu, mm -hmm. ni lazima tuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Mm -hmm. Jinsi tunavyolea familia zetu, jinsi tunavyofanya kazi zetu, mm -hmm. iwe katika mwongozo wa Mungu. Amen. So iko na mipangilio mingi na kuna mambo mengi zaidi ambayo inapatikana katika kuishi kwa makusudi. Mm -hmm. Mafundisho mengine, kuishi katika makusudi kulingana na malengo ya Mungu. Ndiyo, hapa mpendo, nafikiri tumefika mwisho wa mafundisho ma, ma ambayo tutakuwa nayo elfu mbili na ishirini na sita katika huduma ya Home Church. Unawambia nini jambo la mwisho? Okay, mimi ndaeleza wapendwa wangu hmm. ndugu zangu, dada zangu katika imani hii, katika hmm. ukristo huu ni lazima tujitolee, na Mungu wetu yuko hapo, sisi tumtii, tumheshimu na hiyo ni jambo la baraka sana tunapojitolea kumfuata. Wacha tutii na tumheshimu na tufanye kila agizo ambaye ameweza kutuagiza, na itakuwa ni baraka sana amen, amen. amen. Ndugu mpendwa na msikilizaji na mtazamaji wa huduma ya Home Church, kanisa la nyumbani kwa kweli ninachotaka kukuomba, usitamani kukoswa mafundisho haya, mafundisho mazuri hasa haya, ma, ili topic ya mafundisho mengine, mafundisho mengine, namna ya kukaa katika ndoa, namna ya kukaa katika, na watoto, namna ya kuweza kusimama na fedha na huduma na, kuna vitu vingi vingi vimesheni ndani mule, lakini kumi na hamsini ni kwamba jitahidi elfu mbili na ishirini na ishirini na sita Usikose kipindi Mungu akubariki wa ni wako mjakazi wako ndugu Ernest Chacha na ubarikiwe sana Amen. Amen. Amen.